Kwa majina naitwa Walter Namida, kwa niaba ya vijana wa Youth wa Mkuyuni niseme pole kwa familia, sisi pia <laughs> ndio leo tumekuja hapa kusema kusema pole kwa niaba ya vijana wetu, lakini leo hii eneo hili la Mkuyuni, sisi vijana tunaumia sana, na kwa sababu leo hii viongozi wetu mmekuja, tunaona mheshimiwa mheshimiwa yuko pale, naona mama Sara yuko hapa Um, hapa jambo la pili. Jambo la pili. Sisi tuna wanafunzi wanatoka mahali hapa wanasoma kule Maridadi. Kuna wanafunzi wanatoka kule Maridadi wanasoma hapa Mkuyuni. Hapa katikati ni kalabata kama nne, mkituwekea wanafunzi wetu wanafurahi sababu niseme hivyo kwa hii generation ya saa hii, unapata watoto wanaenda kwa maji, wakifika kwa maji wanatoa viatu, anaenda shule, akifika shuleni kiatu kinanuka, atasoma kweli? Sasa kama wako hapa leo, simkuje mtu wegeeko tu kadhaa pale, na si tutakuwa sawa yeah. Tukisonga mbele mama, ulisahau sisi vijana, ulisahau mama na ulitembea na wewe yeah. Na ndio hawa wako hapa wanaweza bear witness ya kwamba ulitembea na wewe waka kushika mkono mpaka mahali huko, lakini leo hatujaona any women empowerment program ambao umeletea wa kina mama, hatujaona wako hapa. Na hivyo kwa sababu umekuja leo, tutakuita tena, hauwezi kuja. Malizana na hawa mama kabla uende. Malizana na hawa vijana kabla uende. Nikimalizia, Naomba nikimalizia niseme hivi. Sisi tulituma viongozi wetu akiwemo Andrew Lukosi, akiwemo mwalimu ya kwamba wapeleke shida zetu kwa mama kule ngambo tenshoni yao akawachukua kwakuwa watu wake wakuje wasimame ili waharibu kura za huku maridadi. Nyinyi mko tayari kura zenu ziharibike? Mko tayari kura zenu ziharibike? Sasa naomba hivi vijana tushike kura mwaka wa 2027 kiongozi jora wataka